Nikukaribishe ndugu mpendwa, popote ulipo muda huu, ndani ya mwaka huu 2026, mwaka wa amani, furaha, baraka tele, ushindi na mafanikio makubwa katika maisha yako. Katika kuanza mwaka huu 2026, nimeweza kukuandalia mambo muhimu ya kuweza kuepuka ili uwe mtu wa furaha kila wakati. Ni kukaribishe wewe ambaye ndio mara yako ya kwanza kutembelea chaneli hii bas, chaneli kwa ajili ya kutoa elimu inayolenga kumsaidia mtu kuweza kulijua kusudi lake pamoja na kugundua uwezo wake wa kipekee ambao humu ndani yake, na tunampatia mbinu mbalimbali za kumwezesha kumsaidia kufanikisha malengo, maono, ndoto alizonazo katika maisha yake. Katika video hii tunaenda kuongelea mambo kumi ya kuepuka mwaka huu ili uwe mtu wa furaha kila wakati. Kwa hiyo ndugu mpendwa, naomba uwe nami mwanzo hadi mwisho, maana jambo la kumi ni muhimu sana uweze kulisikia, ina faida sana, ili uweze kuendana nayo ndani ya mwaka huu elfu mbili ishirini na sita. Jambo la kwanza la kuepuka ili uwe mtu wa furaha ndani ya mwaka huu 2026. Epuka kuishi katika nyakati za nyuma, yaani epuka kuishi katika nyakati za nyuma, hali ya kuishi ukiwa unasema natamani mambo yasingelitokea na natamani mambo yasingeenda hivi kinsi yalivyotokea. Ukiishi hivyo, hapo unaishi zamu za zamani, zama zilizopita na zama hizo ndani ya kuziishi inakuzuia wewe kupiga hatua ya wewe kusonga mbele ya wewe kufocus na kuangalia mbele yako. Mfano katika mwaka 2025 yani 2025 ndani ya lfasinke, mwaka huo pengine ulifilisika uliomba kwenye biashara zako lakini isiwe sababu ya wewe kuendelea kuishi kwa kujutia yale yaliyopita. Mfano, ulikuwa kwenye mahusiano na mpenzi ambaye unampenda, lakini akwambia hakutaki ghafla tu, lakini tayari hapo imekuwa chanzo cha wewe unasema mwaka huu simpendi tena, sitarudia kwenye mahusiano yote. Ile hapo unaishi katika zama za zamani na hiyo itakufungia vitu vingi katika maisha yako. Na nyingine pengine ilikuwa kwenye ndoa yako, lakini ghafla tu mpenzi wako, mume wako au mke wako anakuambia hakutaki, lakini muendelea kuishi ukisema kwamba natamani yasingelitokea, natamani mambo yasingelikuwa, ya likuwa hivi vigenzi, yamekuwa. Ndugu mpendwa, yametokea, yalisha kutokea yamekuwa yamesha kutokea, na una namna ya kuweza kuyapokea na huwezi kusonga mbele. Maana hata ule kulaumu ama uendelee kujutia yale yaliyopitia, kujutia matokeo ambayo yapo kwa sasa, huwezi kuyabadilisha, hayawezi kubadilika, maana yametokea, ya na yametokea, na hakuna namna yote ile ya kuweza kurejesha hiyo hali iweze kurudi sawa sawasawa ni kwako kwa kuangalia namna gani ya kuweza kusamehe yale yaliyopita, niku kama ni kujisamehe, ama kama ni kumsamehe mtu na kuweza kuchukua na kuchukua hatua na kusonga mbele katika maisha yako. Maana hapo ukiendelea kufikiria mambo ya 2025 hapo itakuzuia wewe kusonga mbele na kuweza kufocus katika malengo yako, itakuwa vigumu sana kufikia malengo ambayo umejitokea ndani ya mwaka huu 2026. Kwa hiyo kuna budi, huwezi kubadilisha jana yako, huwezi kubadilisha mwaka ambao tayari umepita, umekwisha, huwezi kubadilisha, lakini unaweza kubadilisha kesho yako. Maana mwanadamu ana mwana mwana mwana leo na ana kesho yako na naweza kutumia leo yake kubadili kesho yake. Kwa hiyo chukua hatua, usitazamie yaliyopita, angalia ya huko mbeleni na utaangalia matokeo na utakuwa mtu wa furaha. Lakini ukiishi katika zama zamani, zama za kuangalia vitu ambavyo vimesha pita vilisha kuwa tayari, lakini ukaendelea kuving'ang'ania ndani ya moyo wako, itakuzuia wewe kuwa mtu wa furaha. Kila mara utajikuta kuna furaha kila mara utajikuta kuna budi, kila mara utajikuta hafanyi mambo na juhudi kubwa, kwa sababu kuna vitu ndani ya moyo wako ambao ambavyo umeviweka na utaki kuviachilia. Kwa hiyo ni muhimu sana uweze kuchukua hatua ya hii nalo kuambia leo hii, ili uweze kuangalia matokeo mbeleni, na utakuwa mtu wa furaha. Kama ni mpenzi wako unaweza kuusamehe na unajisamehe wewe mwenyewe, na unaanza upya. Kama ni kwenye biashara, unaangalia kitu gani ambacho kilikufelisha ndani ya mwaka 2025 na uweze kuibadilisha, ili ndani ya mwaka huu 2026 uweze kufanikiwa katika biashara yako unayoipenda, unayohitaji kuifanikiwa ndani yake. Edha ni kwenye kazi, kama kazi yako ilikuisha angalia namna gani ya kwanza upya ni kusonga mbele, usiangalie zama zilizopita, achana nyakati zilizopita, maana huwezi kuzibadilisha. Jambo la pili la kuepuka mwaka huu ili uweze kuwa mtu wa furaha kila wakati, epuka sana kutaka kupendwa kila wakati. Yaani, epuka sana kutaka kupendwa kila wakati. Huwezi kuamuru watu wa kupende, huwezi kuwaamuru watu wa kusamini, huwezi kuwamuru watu wa kunyenyekee, huwezi kuamuru watu wa kuheshimu. Inatakiwa uwe na furaha hata kama watu wa kupende, maana watu wanaweza wasikupende kutokana na sababu za kwao binafsi. Kwa hiyo hutakiwi kusubiria watu wa kupende ili uwe na furaha, hepuka jambo hili. Yani, upendwe usipendwe, ni lazima uweze kuwa na furaha. Ukapendwa uwe na furaha, usipopendwa uwe na furaha. Maana ukisubiria watu wakupende ili uwe na furaha, hakika ndugu mpendwa, hapo huwezi kuwa na furaha kamwe kabisa. Kumbuka, utapendwa pale pindi utakapojipenda wewe mwenyewe utakapojisamini utakapojiheshimu, wengine watafanya nini? Watakuheshimu, wata. Sasa wakati wewe mwenyewe hujipendi, ukisubiria watu wengine wakupende wakupende, kwa kweli huwezi kupata furaha. Maana kila mara utajikuta, utajiangalia, haupendi, hauthaminiwi, hau hauheshimiwi, haunyekewi na ndio inakuwa chanzo cha wewe cha kukosa furaha ndani ya mwaka huu 2026. Ingawa sisi tunalenga uwe mtu wa furaha ndani na ya mwaka huu ili uweze kuwa na juhudi na shauku na bidii ya kufuatilia malengo yako, kufanya kazi zako kila siku, kila wakati. Jambo la tatu la kuepuka mwaka huu 2026, ili uwe mtu wa furaha, epuka sana kuwalaumu watu. Epuka sana kuwalaumu watu, narudia tena, epuka sana kuwalaumu watu kutokana na vile jinsi uko katika maisha yako, kutokana na vile ulishindwa, edha kwenye biashara, edha ni kwenye mahusiano, kwenye ndoa, edha ni kwenye shule. Epuka sana kuwalaumu watu wengine kwa makosa yako ambayo inasababisha wewe mwenyewe binafsi Epuka sana kuwalaumu watu, maana katika kuwalaumu watu kama huwezi kuwa na furaha. Usiishi kwa kulaumu watu, kisa hawakusaidie. Usiishi kwa kulaumu watu, kisa wakupe sapoti. Usiishi kwa kulaumu watu wengine, kisa hawakuheshimu, sijua wakusamini. Hapana, epuka jambo hili, litakosesha furaha. Utakuwa mtu mwenye huzuni na utashindwa kufikia malengo yako ambayo umejiwekea mwaka huu. Kunakuta watu ambao ni vijana ambao tayari yupo kwenye umri wa 30 au hapo juu, akiongea kwamba vile jinsi ilivyo ni sababu baba yangu hakunisomesha hakunipeleka shule, vile jinsi niko maskini, napitia ugumu wa maisha, ni kutokana na sijui na wazazi wangu, ni kutokana kutokupewa na kutokupewa msaada na wajomba zangu, ni sababu ya mke wangu ni kutokunipa support. Sasa ukisha kuwa mtu wa hivyo, kwa kweli, hata katika maeneo ya kazi huwezi kufanikiwa, hata katika maeneo ya biashara huwezi kufanikiwa, maana ili uweze kufanikiwa ni kuepuka visingizio vyote vile katika maisha yako va kwalamu watu wengine, mtu haiko oblige a kusaidia, wala mtu haiko oblige kukupa support ya, wala mtu haiko sijui, baba yako amekuzaa hapo, kazi yake amemaliza. Sasa mambo sijua ya kusoma, mambo ya kufanikiwa inatokana na wewe mwenyewe binafsi, na unaweza kuanza na safari yako na ukafanikiwa bila support ya mzazi wako, sijua ya mpenzi wako, bila support, sijui ya rafiki yako. Unaweza kufanikiwa, lakini kama utaepuka jambo hili la kuwalaumu watu wengine, na utaishia kuwa mtu wa furaha. Lakini ukiendekeza jambo la kuwalaumu watu wengine, kwa kweli ndugu yangu kamwe usahau kuwa na furaha. Na sisi tunalenga wewe uweze kuwa na furaha mwaka huo. Kwa hiyo epuka sana kuwalaumu watu wengine. Jambo la nne la kuepuka mwaka huo, ili uweze kuwa na furaha kila wakati na kila mara, epuka kuhitaji kila wakati, epuka kuhitaji kupita kiasi. Epuka sana kuhitaji hitaji kupita kiasi ni ile hali ya mtu ambayo anahitaji kila kitu kitokee kwa wakati mmoja, anahitaji vitu vingi mno, na vile vitu vingi mno vinamwondolea furaha. Kwa mfano, namkuta mtu anasema wakati nitanunua kiwanja isee litakuwa na furaha jari yeah. Unaangalia tayari hapo, furaha yake ni sawa kama vile inakwenda likizo. Yani, furaha ni kama vile inasafiri, inaenda konje, inaenda vakansi hmm. unamkuta mtu anasema kwamba nikanunua kiwanja nitakuwa na furaha. Ndio, tayari umenunua, lakini tena anasema utajenga nyumba ndipo utakuwa, yani kweli, na furaha yaani, kwa kweli wewe hutakuja kuwa na furaha na utaondoa duniani hivyo hivyo, hujawahi kuwa na furaha ukiwa unahitaji mambo ili uweze kuwa na furaha. Kwa kweli unaweza kuondoa duniani bila kuishi maisha yenye furaha. Kwa hiyo epuka sana hali ya kuhitaji vitu vingi sana kwa wakati mmoja, kuhitaji hitaji mambo mengi, ndio ulisema kwamba wakati tunapata kiwanja na nyumba ndipo tutakuwa na furaha, lakini angalia, tunaloi tunapoangalia unasema tena nikipata biashara fulani ndipo nitakuwa na furaha. Ukimuuliza, je, mbona katika kipindi kilichopita ulisema kwamba ukipata kiwanja na nyumba ndipo utakuwa na furaha? Tena inakuwa namna gani? Na subiria tena uwe na furaha wakati utapata biashara? Anakwambia da, ile wakati ese, basi ndio hivyo. Ushangalie tayari hapo, furaha yake yeye ni kuwa na vitu na vile vitu kama havi, basi yeye hanakosa furaha wala hata kuwa na mudi wala hata kuwa na sijui na, na bidii ama hatakuwa na amani. Kumbuka siku zote ukiwa mtu mwenye huna furaha utakosa nguvu ya kufanya kazi ya kusonga mbele, utakosa bidii hata kwenye kazi zako mbalimbali, utajikuta tunapoteza mudi, utajikuta huna furaha furaha, utajikuta uko mtu mwenye huzuni kila mara kupita kiasi. Kumbuka ukiwa mtu mwenye huzuni kupita kiasi kila wakati, kila mara na pesa zitakukimbia. uwezi kupata pesa ukiwa mtu ambaye unakaa kila mara, wewe ni mahuzuni, huzuni, huzuni? Hapana. Kwa hiyo kuanzia leo hii, mwaka huu lazima uweze kuwa na ndio kila mmoja wetu anahitaji, na mi nipo hapa kwa vile viaaa nikamilishe, lakini vile vitu havizuie mi kutokuwa na furaha. Nina furaha hata kama sijavimiliki hivi kwa macho, lakini tayari mi najua vipo na mi navihitaji, lakini haviwezi kuondolea furaha yangu, hapana Furaha inabaki kila siku, kila mara, kila wakati, na hapo ndipo utakapokuwa na shauku na bidii ya kufanya kazi zako na kusonga mbele. Sikwambie usikuwa na hitaji, hapana. Kuwa na hitaji, lakini usipite kiasi na hiyo hitaji. Hiyo hitaji yako isiweze kuondolea furaha katika maisha yako.